Siku hii ya leo ni siku njema kwetu. Kwa kweli ni siku ambapo tunakumbuka pale katika siku ile ambayo bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa pamoja na mitume wake kabla ya safari yake sasa ya kukomboa ulimwengu, ambapo alisimika sakramenti ya upadri pamoja na sakramenti ya Ekaristi, lakini pia aliweka amri kuu ya mapendo. Leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya kukumbuka siku hiyo lakini ndani mwake kuna misa ya kubariki mafuta, lakini pia sisi kama padri tunaahidi pia zile tunarudia zile ahadi zetu ambazo tulizitoa wakati ule tulipokuwa tunachukua viapo vya upadri. Ni siku ya furaha, ni sherehe kubwa kwetu, kwa sababu ni siku ambayo tunakaa pamoja na maaskofu wetu tukikumbuka pale ambapo Bwana wetu Yesu Kristo pia alikaa chakulani pamoja na mitume wake. Tunaomba mtuombee sana, ili tuendelee daima kutumika katika kanisa tukiwa mapadre wenye furaha, na ndio siku ambayo pia tunazawadiwa, tunapewa chochote. Kumbe kama unacho usisahau kutukumbuka sisi mapadri. Tumsifu Yesu Kristo. kutanyika leo hapa ikiwa ni Jumanne ya Juma Kuu, kuadhimisha sherehe hii wetu, hasa kwa mapadre kwenye misa ya Krisma. Ni misa ambayo kiliturujia, ilibidi ifanyike siku ya Alhamisi Kuu asubuhi lakini, kwa sababu za kichungaji, kama tunavyofahamu, tumekuwa tukifanya kila mwaka, sisi tunaamua na tumeamua tufanye hiyo Jumanne katika Juma Kuu, lakini malengo ni yale yale. Tunamshukuru leo kwa namna ya pekee, kwani kati yetu vile vile amependa kwamba hawa wanaokuwa mapadri tena apate mchungaji mwingine mkuu ambaye atamweka katika ukamilifu wa padri katika nafsi ya huyo askofu mteule msaidizi Josepatibuduru, ambaye napenda tumshangilie Mwenyezi Mungu pamoja na huyu kwa hiyo zawadi aliyotujalia, kitu ambacho hata mama kanisa, natuomba maskofu tunapokutana pamoja na wapade siku hii ya Krisma misa na kubariki hayo mafuta ya wakati kumeni pamoja na ya wagonjwa na kuweka wakfu hayo mafuta ya Krisma, anatuhimiza kwamba tuliseme hilo na tusahau la kuwakumbusha wachungaji hao hayo ambayo waliahidi. Baadaye utasikia tutakapokuwa tunawahoji, tukitaka warudie zile ahadi zao walizoziweka hapo walipokubali na akasema sawa, tunapokea, tunajongea Bwana Mungu tupakwe mafuta hayo ya kwa mabadi wa makuhani na tuje kufanya kazi hizo. Kumbe leo tunapenda tukumbushie tena hilo la uaminifu katika shughuli hizo ambazo tunakuja kuzifanya. Kumbe pamoja na kusisitiza hayo, mi ningelipenda leo niitaje tu baadhi ya mambo ambayo ningelipenda e, tuyakumbuke sisi kama wachungaji. La kwanza ni hilo la ukuza umoja ambao na wenyewe unasisitizwa tunapokutana siku kemii ya leo, umoja kati ya mchungaji mkuu pamoja na hao wachungaji ambao wanashirikiana pamoja naye kuzifanya hizo kazi ambazo wamekabidhiwa. Wote yeye mwenye huyu mchungaji mkuu pamoja na hao anaokuja kumsaidia, ambao ni washiriki wake wa karibu, pamoja na kuyafanya hayo, pamoja na kuyafanya kwa pamoja, pamoja na kumnia hayo ya pamoja tutakutana vilevile na changamoto moja. Ni hilo ambalo tulisha liona la uendelishaji wa kina. Kumbe wachungaji leo tunapokumshana, juhudi zetu hizo ambazo inabidi tuzifanye pamoja na nyinyi waamini wote kwa ujumla, tuone na tuendelee kusali kwa Mwenyezi Mungu pano kuondoka katika makanisa, hilo la watu kukosa tena hiyo nguvu ya kuamini. Kuna moja ya changamoto bili bili ya changamoto inayosema vilevile ya miito, na pale wanasisitiza watu wanaogopa, vijana wanaogopa kuingia au kutufuata sisi ambao tumewatangulia, kwa sababu labda changamoto wanazoziona katika maisha yetu hayo, iwe ni ya useja, iwe labda ni ya kujikatalia na maisha hayo ya kutotaka makubwa, wanaogopa nafikiri hapo leo tulisisitize, vile vile kwamba ili wasiogope, pamoja na kwamba hatuwezi kuwalazimisha, lakini sisi wenyewe ambao tu wachungaji tayari, ambao leo tunataka turudie tena ahadi zetu hizo, abiri tuwe mfano wa pekee. Na jingine ambalo linasema, nimechukua matatu tu hapo, ni hilo swala la uchumi kudorora. Hilo tumeshalisema hata sisi wenyewe, tangu mwishoni mwa mwaka jana, tukisema mwaka huu ni mwaka wa kuona namna gani kama kanisa tunajitegemea kulijenga kanisa letu, kama ni kuhubiri au mahubiri, kama ni kutoa semina, hizo semina kwamba nguvu iwe ni nguvu yetu, sawa so, mwingine anaweza katusaidia, tumelisemea lakini sisi wenyewe tuone namna gani tutayafanya hayo. sisi ah, mafunguda pia, mafunguda. Ine,

Kwa hiyo, e Bwana, na kuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu, nao uliwapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako Uifanye Krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza, kwa kupakwa mafuta haya matakatifu wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Krisma wajalia wapate heshima ya kifalme ya kikuhani na ya kinabii na kuvikwa baadhi la kutoharibika. Kuifanya krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yesu Kristo, naitwa Madam Felista Shio, natoka, famili natoka parokia Familia Takatifu Ipuli. Nimefurahi sana kushiriki misa ya mapadri wakiadhimisha siku yao ya kupakwa um, mafuta Baba Kardinali amewaasa mapadri wadumishe upendo na mshikamano kwa kumpa ushirikiano wakiwa wakiongozwa na neno la uchungaji. Kwa majina anaitwa William Mtakinikwa, natokea parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Kidatu, kigango cha magereza. Pia na sisi waamini tumekumbushwa kuombea sana mapadri katika uchungaji wao, kwa sababu huu ni utume mgumu na ni mzuri sana, kwani hao ndio wanatuongoza kuelekea kwa Mungu. Leo tumefurahi sana kushirika ibada ya mafuta matakatifu. Tunashukuru sana Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina anaitwa Melina. Leo ni siku ya kuwapongeza mapadri yote, nawatakia heri katika siku yao, na wamkumbuke Mungu na wadumishe upendo kwenye kila anachokifanya. Mungu awabariki sana, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu waumini, popote mlipo, tumefurahi sana kama waumini katika maadhimisho ya misa hiyo takatifu. Tuendelee basi kutangaza Kristu katika maisha yetu, kuwakumbuka mapadri wetu ambao ni wachungaji wakuu. Asanteni sana wapendwa wa tumsifu Yesu Kristu. Leo nafuraha sana kushiriki ibada hii ikiwa ni siku ya mapadri. Nimefurahia neno la Baba Kardinali kwamba tudumishe ushirikiano, lakini pia tuwaombee mapadri ili waweze kudumu na kutimiza nia zao kwa upendo. Mbarikiwe sana, nawatakia sherehe njema.